Wenyewe wanasema mchana kweupe, kiungo Clatous Chota Chama ni rasmi, amejiunga na Simba Sports Club na Chama amerejea tena Simba Sports Club kwa mara nyingine. Anacheza mechi yake ya mwisho leo akiwa na jezi ya Singida Black Stars, mchezo ambao unachezwa pale KMC Complex dhidi ya JKT Tanzania kwenye NBC Premier League lakini taarifa rasmi ya Singida Black Stars inakujia ina, ina, ina, ina kujia hivi sasa, na inasema kwamba Chama atakuwepo uwanja wa KMC Complex leo wakati Singida Black Stars ikicheza dhidi ya JKT. Lakini story za chini ya carpet ni kwamba leo ndo mechi ya mwisho ya Chama kabla ya kutambulishwa kunako klabu ya Simba, ili aweze kwenda kutumikia kwenye uh, michuano tofauti tofauti ikiwemo ile ya kimataifa. Unazungumziaje kuhusiana na hichi kinachoendelea basi, uh, acha maoni yako hapo chini tuweze kujua vipi Chama atakwenda kuiongezea kitu Simba, ikiwa sivi, Yanga mwenyewe anajifungia tu, tumeona amempiga Mashujaa sita bila eh, lakini pia Simba amesare, na mwenendo wa Simba kwa sababu imekuwa watu wengi wanazungumza licha kwamba mashabiki wa Simba wenyewe wamekuwa kama wamekata tamaa eh, na klabu yao eh, yani wenyewe sasa hivi kufungwa limekuwa ni jambo kama la kawaida. Je, Chama anaweza kwenda kuongeza kitu ama Chama anaweza kawa mchezaji pekee mwenye uwezo lakini ambao wamesajiliwa Simba pengine wanaweza wasimfiti Chama kuweza uh, kumfanya onekane kwenye kile ambacho yuko nacho, ama uwezo ambao alionyesha toka ameingia kwenye ardhi ya Tanzania usajili wa Chama ndani ya ya Simba ikiwa sasa wachezaji e, uh, uh, uh, nyingi, uh, wa mrejevo